Baba katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kila wote litapigwa na kila ulimi utakiri kwamba Yesu ndio Bwana na Mwokozi. Naomba Baba mtakatifu na Mungu wa uzima kupitia kwa hii mafuta ya upako madhabahu ya kishetani ambayo inapigana na maisha yao, hiyo madhabahu iondolewe, iondolewe, hiyo madhabahu iondolewe, hiyo madhabahu iondolewe kuanzia leo wafunguliwe, kuanzia leo wafunguliwe, kuanzia leo wafunguliwe. Madhabau ya giza na isimame. Kila neema iliyofungwa ifunguliwe. Madhabau ya shetani iondolewe, kila madhabau ya shetani iondolewe na Mungu atende jambo. Msimame sasa, ile laini ya mbele muende Katika jina la Yesu kila madhabahu ya magonjwa iondolewe, kila vita iondolewe. Iondolewe. Iondolewe. Iondolewe ya shetani yote iondolewe, iondolewe, iondolewe, iondolewe. Kila madhabahu ya shetani iondolewe, neema iliyofungwa nimeomba ifunguliwe. Kila neema iliyofungwa ifunguliwe, kila neema iliyofungwa, kila neema iliyofungwa ifunguliwe kila neema iliyofungwa ifunguliwe. Kila neema iliyofungwa ifunguliwe. Kila neema iliyofungwa ifunguliwe, ifunguliwe katika jina la Yesu Kristo, ifunguliwe. Kila neema iliyofungwa na shetani ifunguliwe katika jina la Yesu. Kila neema iliyofungwa ifunguliwe, ifunguliwe hiyo neema katika jina la Yesu. Neema ifunguliwe kila neema iliyofungwa, Mungu amesema ifunguliwe, ifunguliwe katika jina la Yesu, ifunguliwe, ifunguliwe, ifunguliwe. Madhabahu ya zamani yote iondolewe, iondolewe, iondolewe. Ni Mungu alisema, kwa barikiwe wewe. Uh, unachelewa hapa. Oh, unachelewa hapa. Eh, ndio hiyo, ndio hiyo sasa kila roho inapigana na Roho Mtakatifu, yenda kabisa katika jina la Yesu. Baba mjafu, yenda kabisa, yenda kabisa, yenda kabisa, yenda kabisa katika jina la Yesu. Baba mjafu, mwajiria, abarikiwe, abarikiwe katika jina la Yesu. Abarikiwe baba mjafu, mwaje abarikiwe katika jina la Yesu. Mwaje abarikiwe baba mjafu, mwaje abarikiwe. Mwaja abarikiwe. Pau jafu na kuamuru katika jina la Yesu. Mwaja abarikiwe. Mwaja katika jina la Yesu. Mwaja. Mwaja haga. Pau jafu. Mwaja abarikiwe. Nimekuja kuharibu hiyo madhabahu. Sema haga. Mlijenga madhabahu gani? Ongea. Ongea. Ongea haga. Ongea haga. Ka. Ongea, ka. Ongea katika jina la Yesu. Toa sauti. Toa sauti. Nimeharibu madhabahu yenu. Ni. Ongea. Mlifunga nini? Madhabau yenu inaitwaje? Taja jina haraka. Taja jina la madhabau yenu. Taja. Taja, ni madhabau gani? Ni madhabau gani mlimu nasa nayo? Ni gani? Ni gani? Mumeona Mungu. Ifika mumeona. Ongea, toa sauti. Toa sauti. Toa sauti haraka. Nasema toa sauti. Toa sauti katika jina la Yesu. Ufalme wenu wote nimeambomoa. Nimeambomoa Ufalme wa giza nimeomba moa. Poa mchafu hiyo, beba ina nyoka, nimeilaani ikufe, ili afunguliwe ikufe katika jina la Yesu. Ambona mamlaka kwa sauti haya. Poa bubu, poa bubu, na kuamuru poa bubu katika jina la Yesu. Paba bubu, na kuamuru katika jina la Yesu. Mwajiri madhabahu ya ndoa nimeibomoa, nimeibomoa. Nyinyi ni akina nani? Ni akina nani nyinyi? Nini ni akina nani, ongea haraka, ongea, Baba, katika jina la Yesu hiyo madhabao nimeiyosa kabisa, nime kabisa katika jina la Yesu, umefunga nini? Umefunga nini? madhabao inaongea hapa, madhabao ya masomo mulifunga kwa kama kwa watoto kwake na kwao, Mungu alisema leo wafunguliwe ndiyo hiyo, wafunguliwe hiyo madhabahu ya magonjwa na yobaleseni, pamu mchafu, pamu mchafu yobaleseni na magonjwa, pamu mchafu na, na kuamuru katika jina la Yesu pamu mchafu mwajiliya, mwajiliya yeka, mwajiliya nimekuja kwa alipo, ufalume wako, ufalume wako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, ufalume wako umebomolewa, ufalume wa giza umebomolewa, yenda kabisa yo pepo ya magonjwa katika jina la Yesu. Baba Mungu mwenye rehema, uondoe vifungo, uondoe mateso, uondoe rahana, uondoe kila vifungo katika jina la Yesu. waliyefungwa baba, waisi katika hali ali ya mateso, we ndio Mungu unayowafungua, unayowapa neema mpya katika jina la Yesu. Mwajiri. Mwajiri. Sema ni madhabahu gani Bwana amesema wafunguliwe. Taja madhabahu yako, taja madhabahu yako, taja madhabahu, taja madhabahu yako, ongea haraka, ongea madhabahu yako ni gani? Madhabahu yako ni gani? Ongea haraka, katika jina la Yesu, madhabahu yako ni gani? Madhabahu yako ni gani ya yeah? yeah, magonjwa. Mungu amesema iende, magonjwa matabao ya magonjwa iende, iende kabisa katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ondoa mateso, ondoa vifungo katika jina la Yesu. Ondoa kabisa, ondoa vifungo, ondoa iso laana zote, ondoa mapepo na majini, ondoa mateso Baba, ondoa vifungo katika jina la Yesu, ondoa mateso, Mungu mwenye rehema, kwa sababu ni Bwana Mutati kuti naye ni rasima. Kuti ni rasima nipa hiyo ingine, hii iko mwisho. Baba katika jina la Yesu wasimamisa kila vita ya shetani, uisimamisa kila vita ya shetani, kila madhabao ya shetani ifunjwe milele, wafunguliwe kila madhabao ifunjwe katika jina la Yesu, kila madhaba tesa watu wako ifunjwe milele. Kila mumoja aliyefungwa naomba kwamba kufunguliwe aone mukono wako katika jina la Yesu. Kila madhabahu ya shetani iyende, Mungu afungue njia katika jina la Yesu. Yes, mutati lazima, mutati lazima, mutati kuti lazima. Ame wada Ala, hebu musongeze hapa. Jaribu pande hii kidogo. Hiyo pepo iende. Hakuna kurudi. Tii sauti. Tii katika jina la Yesu. Tii katika jina la Yesu. Pepo mchafu, hauna mamlaka. Nimekuteka nyara. Hiyo madhabau ya magonjo. Nimeipa ma. Kifo ya mapema, nimeondoa, katika jina la Yesu. Hamuna mamlaka, hamuna mamlaka. Ufalme wenu umepomolewa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, hiyo ufalme nimepomoa. Kubali, kubali, kubali, Yesu anatawala. Kubali, kubali, kubali, Yesu anatawala. Kazi yenu yote imefika mwisho. Tema hiyo magonjwa hapa, tema hapa, tema hapa katika jina la Yesu, tema magonjwa yako yote hapa. Tema yote hapa. Tema magonjwa yote chini. Katika jina la Yesu. Magonjwa yote chini. Kila madhabahu ya magonjwa. Nimeipa yote. Awe huru katika jina la Yesu. Awe huru katika jina la Yesu. Iyo madhabahu moyo mchanga ya magonjwa kwa tumbo. Nimeipa moyo. Nimeipa moyo yote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sema mmekubali. Kubali. Kubali. Muko wangapi? Muko kumi. Mulijenga madhabau ina ngapi? Ya kwanza? Eh. Kwa nyumba yao. Madhabau gani? Ya umasikini. Ya pili? Ya tatu? Madhabau yote chumura ni ngapi? Madhabau yote ni ngapi? Yote ni saba. Yote ni saba. Haya nimesema yote saba saba iondolewe katika jina la Yesu. Baba ya madhabahu saba. Hauna mamlaka. Kusimu. 1 2 3. Kusimu. Kusimu. Kusimu. Madhabahu saba. Nimeibomoa. Hiyo ni ya baraka. Nimeibomoa yote saba. Iende kusimu. Tema yote hapa. Yote wafunguliwe. Yote. Yote saba aina mamlaka tena. Hata kule nyumbani wafunguliwe katika jina la Yesu, wafunguliwe katika jina la Yesu. Sasa awe uhuru, huru, huru wa Yesu, huru wa Yesu, uhuru wa Yesu, wa Yesu. Amen, tupie Yesu makofi papa, katika jina la Yesu, kwa sababu yeye ni Mungu. Mtakase takasa mikono yake, takasa mwili wake, Roho na mawazo katika jina la Yesu. Nimeharibu hiyo ufalme wa gisa, sema ufalme wa gisa uharibike, tena tena tena, awe huru tena, huru kweli kweli. Amen, Amen. Amen. Hapa katika jina la Yesu uwafunike wote na damu ya Yesu kwa sababu yeye ni Mungu. Nimesema damu ya Yesu. Hapa ni damu ya Yesu. Hapa ni damu ya Yesu. Nimesema damu ya Yesu. Nimesema damu ya Yesu. Nimesema damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Hauna mamlaka hapa. Hauna mamlaka dami ya Yesu, dami ya Yesu, dami ya Yesu, dami ya Yesu, dami ya Yesu, utatii mamlaka yote ya giza na hiyo pepo yote. Nimeharibu ufalme wa giza katika jina la Yesu. Yesu ametawala, Yesu ametawala, Yesu ametawala, Yesu ametawala, Yesu ametawala, Yesu ametawala. Katika jina la Yesu, hiyo vita ya shetani ifike mwisho ifike mwisho ifike mwisho. Kila ufalme wa giza ufike mwisho katika jina la Yesu. Yesu ni Bwana, Yesu ni Bwana, ongea kwa sauti, sema Yesu ni Bwana, sema sema tena tena sema tena, tena. Nimekuja kukutesa sema tena sema tena. Sema Yesu ni Bwana, ongea tena Yesu ni Bwana. Ulikuwa unapinga nini eh? Wasijenge. Hawana nyumba. Hawana nyumba ya maana. Sasa Mungu amewakumbuka na amefungua njia. Mungu amefungua njia. Hiyo madhabau yenu yote imeenda milele. Yesu ametawala. Amen. Na nakushukuru Mungu Baba mwenye rehema na Mungu mwenye uweli kwa sababu ya matoleo baba, ambao tumetoa mbele zako ili Bwana Mungu wa rehema matoleo haya kufunja madhabahu, Mungu onekane kwai baba, maagano ya kufunja kila madhabahu ambayo imetesa watu wako baba, naomba kwamba katika jina la Yesu wafunguliwe mujini, wafunguliwe kwa ndoa, wafunguliwe kwa ajili ya biashara, wafunguliwe kwa vise baba, wafunguliwe katika roho kukuchua kwamba wewe ndio Kristo kila vifungo uandole, kila mitego ya shetani uandole, wale wachawi walio pigana na wao namba amba utume moto juu yao, namba amba sasa utume moto juu yao, namba sasa utume moto kwa kila madhabahu iliyo chengwa, kiwa ni madhabahu ya uchawi iondolewe, kiwa ni ya uganga iondolewe, kiwa ni ya umasikini iondolewe, kiwa ni usalati iondolewe, kiwa ni uganga iondolewe ikiwa ni ya kufunga masomo iondolewe. Ikiwa ni ya kifo iondolewe. Baba naomba Kristo uonekane, Kristo uonekane, uonekane, utakase hii matoleo Baba, kila mmoja aliyesimama na kutoa ili afunguliwe, Mungu Baba, kwa imani yule mama mjana alifunguliwa bori tarabosaya, ile laana baba ya baraka iligeuzwa ikawa baba ile laana ligeuswa ikawa baba. Ile laana ligeuswa ikawa baraka. Ikawa baraka ikawa baraka baba, ikawa baraka Yehova. Ikawa baraka Rabi, yote yaliyolaaniwa sasa. Sada sukisa ru sukisa ruu waku geusa, geusa baba, geusa geusa iyo madhabahu, madhabahu ya laana, geusa baba, geusa Kristo Geuza umasikini, geuza. Ye baba, geuza magonjwa, geuza kansa baba, geuza baba, geuza labii, geuza baba, geuza mabaya, geuza madhabau, madhabau ya Shetani, kimadhabau ya Shetani, madhabau ya madeni, madhabau ya madeni yote, yote iondolewe, yondolewe doleye iondolewe iondolewe madhabao ya Shetani iondolewe iondolewe iondolewe. Pokea sasa madhabao ya baraka madhabao ya baraka. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Pokea sasa madhabao ya baraka madhabao ya Mata ushindi madhabao ya kuinuliwa

magonjwa ya shetani, magonjwa ya kifo liondolewe milele. Yesu tawale, haleluya. Bori tasaida nenge yesu li bai, kila baraka iliyofungwa imefunguliwa, imefunguliwa. Ana Yesu ametamalaki, ametawala, amepigana vita wala wachai wote waliyepigana na nyinyi, bwana anapigana na, na wao. Kila madhabao waliyechenga, waliyechenga imepomolewa, hiyo madhabao Bwana amepomoa. Bwana wainue, Bwana wabariki, Mungu wa Yakobo awatende mema, katika ka jina la Yesu mukono wake wa neema uwainue, uwainue, wainue, muone neema Mapaya ya shetani yasirudi tena buri tasatara bosaya ningi iisu uli baganta saidalekaye utukuswe baba, wewe ni Mungu umecha rehema. Kila njia iliyofungwa ufungulie, kila mmoja ufungulie, kila mmoja usimamishe maovu, ndoto mbaya zote, maovu yote ya shetani uisimamishe baba, uisimamishe baba uisimamise baba, uisimamise baba. Inua mikono yote juu, mwambie Bwana Yesu, mtumisi wako ameniombea na mimi nimeamini. Nikutanise sasa, nikutanise sasa, Halai. Nikutanise sasa nikutanise sasa, nikutanise sasa. Na baraka zako, na baraka zako na baraka zako Mungu wa binguni, nikutanise sasa na baraka zako ia, mimi nimubarikiwa, mimi nimbarikiwa, mimi nimbarikiwa. Sante Baba kwa sababu umetenda, pokea sifa, pokea utukufu, wabariki wote wa mbali na karibu, katika jina la Yesu naomba na na kwamini.